Na, mtazamaji wa Tumaini Television, kipindi hewani ni nyota ya mwanamke. Mimi ni Eve Anton Kazimoto Woman for Grace, niko hapa kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri kabisa na kubwa zaidi. Leo tunazungumza ni kwa namna gani wanawake wanaweza kushiriki kuwania nafasi mbalimbali za uongozi, hususan tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu elfu mbili ishirini na tano. Uh, kuna mambo mengi kule kufanya tayari tumeona mambo yameanza, kuna kugawana majimbo, kwa sababu kuna majimbo yamependekezwa kugawanywa, kuna ambayo yanagawanywa. Pengine labda ni nini mtazamo wenu au mtazamo wetu kwa pamoja, uh, katika ugawanyaji wa haya majimbo, na wakati pia sisi ni wanawake, tupo ambao tunahitaji uongozi na wengine hawawani, wengine wanawania, uh, nini tufanye, au nini mtazamo wetu katika haya ambayo yanaendelea kwa sasa, kabla tujaenda kwenye uchaguzi wenyewe, uchaguzi mkuu ambao tunatarajia kufanya mwezi mkuu, ndugu mtangazaji. hmm. Nafikiri kitu cha kwanza kabisa tujiamini, tujiamini, ili sisi kama wanawake tuweze kupewa zile nafasi, kwa sababu kama sisi tutakuwa nyuma hatutakuwa mbele. Kujiamini kwa kwenye suala zima la uongozi italeta changamoto kidogo. Na kitu ambacho kinatufanya wanawake turudi nyuma kuto kuteuliwa katika nyadhifa mbalimbali za uongozi, kitu kikubwa ni hofu na woga na unyanyasaji wa kijinsia kwamba tunaonekana sisi ni wanawake hatuwezi, wanaume ndo wanaweza. Kikubwa zaidi sisi wenyewe tuamue kujitoa na kujiingiza katika mitandao mbalimbali mbali ya kisiasa, ili tuweze kupata experience kwa wenzetu wamefanyaje, mpaka wamekuwa hapo walipo. Kwa hiyo ile itatupa sisi chachu kwamba kumbe naweza, kumbe nikifanya hivi naweza. Na kikubwa pia, hali ya kiuchumi kifedha tuko chini, kwa hiyo mtu anaogopa kwamba sina pesa, nimeenda kwenye mkutano ule nimekuta watu wanapewa Vi, vi, wanaita viposhoposho, e, vi, mimi hata mia sina, nitaweza kweli? Ile pia inaturudisha nyuma sana kuingia katika mambo ya namna hii. Wanatakiwa <laughs> kuingia kwa lazima, uwe na fedha, kiuchumi umejiweza, lakini hata nikiwa sina pesa naweza nikafanya, sera zako tu, kuuza sera, na tutakuwa katika uchaguzi uliokwisha ule, kuna mwanadada mmoja ali, ali ni, sina shaka kumtaja nikio kwangu, mimi najifunza kupitia kitu kwake, alikuwa anaitwa Queen Sendiga, a ni mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa Kilimanjaro sasa hivi, alikuwa manyara kama, sasa Kilimanjaro. Ni mwanamama ambaye alijitokeza kuwania urais katika chama fulani, sikumbuki vizuri kwa chama gani alijitokeza, akawania lakini kwa kujiamini kwamba mimi ni mwanamke naweza, naweza akaenda akashiriki, lakini kupitia nafasi ambayo alikuwa amewania, japokuwa alikosa, lakini iliweza kumpaisha ku na mahali pengine. Leo tunamwona yule mwanamke saa hizi ni mama anafanya mama vizuri. Kwa ajili ya nini? Sera zake alizoweza kujinadi na kujiamini kwake. Kwa hiyo wanawake, ukiwa unaogopa ogopa, hata mpaka tu uongozi wa kanisani tu kusimama, unaogopa kusimama mbele ya altari na kuzungumza. Umepewa uongozi hata wa familia tu, basi ongee uongozi wa watu. Nani atakuona? Wapi utaweza kuuza sera zako? Wapi utaweza kuosha ule uthubutu wako na kujiamini kwako? Ni vizuri tukasimama eh. Anza wewe mwenyewe ule msukumo wa ndani. Usio muoga, ondoa uoga, simama. Sasa mimi naweza. Hata kama wewe hawakuamini, wanaona huwezi. Sasa, eti, kwa ajili ya kuogopa macho ya watu <laughs> yaani na maneno yao. Mara nyingi sana tunaona maneno ya watu na macho ya watu, kwamba watanionaje, wananielewaje? ah, mimi ni nani? Lakini kumbe tukianza tukijiamini, tunaweza kufanya mambo makubwa kwa sababu wanawake ni msaada wa familia, wanawake ni kama moyo wa Mungu. Kwa hiyo tunaweza kufanya mambo makubwa na tukasaidia jamii na tukasimama kwenye ukweli kwamba siasa ile ile ya ukweli, sio ya kuchafuana, sio siasa chafu, ile ile ya ukweli, sio ya kupotezana <laughs> maana mimi nilikuwa napenda siasa sana ikafikia, mm, kipindi hizo mm, za serikali za mitatu basi wakati wa kampeni za uchaguzi kukawa na uchaguzi sikio, tukamwambia twende mapema sasa, kukaa na mwanamke mwenzangu mmoja, wakati nimeshafika na mimi ni mgeni, nimeshafika na angalia wenzangu kama wawili hawapo, nikawa na angalia sasa, mbona mafana mafana yasema hii siasa ni siasa ni mchezo mchafu au jamaa wameshatekwa? Nikaogopa, nikasema hii siasa sitaitaka tena, kwa sababu <laughs> nikajua huko kuna kupotezana, kwa hiyo nikaogopa, lakini hapana. Sasa ninaamua kwamba mwanamke kumbe tunaweza, tuache uoga, tufanye kazi na tujitoe bila kuogopa kitu chochote. Tutasaidia jamii na tutaiponya nchi pia mm. Siogope, siasa sio mchezo mchafu, hizo ni usemi kama usemi zingine mm. ila tu kusimama mwenyewe, kuswala, kupotezana na nini, hizo ni siasa chafu tu, lakini tunaamini katika nchi yetu tuna, tunazidi sasa kuimarika kuweza kuelewa siasa ni nini cha kufanya, tuendelee kuiombea nchi tuendelee kujiombea na sisi na nafasi ambazo tunaziwania, Mungu aweze kukuacha eti. Kwa hiyo sasa, kwa nini uh, tunakuwa bado tunaogopa? Kwa mfano kuna swali limeulizwa hapa mm, uh, nini mtazamo wetu mimi na wewe tunapoelekea uchaguzi mkuu? Kuna ile vuguvugu la ugawaji wa majimbo, labda sisi uh, kama wanawake tuliokaa hapa saizi katika jukwaa hili, nini mtazamo wetu kwa hili vuguvugu masakata linaloendelea na la ugawaji wa majimbo? Pengine ni uoga wa watu kwamba uh, tukigawa tukibaki, majimbo akibaki kama yalivyo kutokana na sasa hivi siasa, naona siasa safi, watu wameanza kuelewa kuelimika kwenye siasa uh, pengine kuna watu fulani fulani walikuwa wanataka zile nafasi watazikosa. Kwa hiyo labda ili tuende wote, tupate wa kushoto wapate, na mrengo wa kulia upate, tugawanye majimbo. Nini mtazamo wenu kama wanawake? Uh, ndugu mtangazaji, mimi naona kwa swala kama hilo la kugawa majimbo linaweza kuwa na faida na linaweza kuwa na hasara uh -huh. lakini kwa mfano kwa, kwa upande wa faida ni kama hivyo ulivyosema, tunapeana nafasi, yaani hmm. wigo tunatanua ule wigo wagombea wa yeah. hata sisi wanawake tunaweza tukapata hizo nafasi katika kama tukijitokeza, kwa hiyo majimbo yanakuwa mengi na wagombeaji wanakuwa wengi kwa hiyo hata sisi wanawake tukijiachia, tukajitokeza, tukaacha ule woga basi tunaweza tukabahatika tukapata. Lakini kwa mtazamo mwingine, katika hasara hapo sasa inakuwa kama uh, serikali inakuwa inatumia tuseme, ruzuku inakuwa ni ni nyingi zaidi, kwa hiyo inakuwa kama ni ubadhirifu wa fedha au uharibifu wa fedha, kwa maana kila jimbo litakuwa linatakiwa kupata ruzuku li sasa ukiona majimbo yanakuwa mengi na uchumi wa, wa Tanzania bado upo na yumba yumba haujasimama imara, basi tunakuwa kama tunatumia pesa kwa wingi zaidi, lakini kumbe tungekuwa na majimbo yale yale tungegombea, tunakuwa kama tunapishana kwamba wewe uligombea mwaka kipindi kilichopita, basi uachie na wengine nao wapate nafasi, kama tunaachiana. Hmm. Na hata uchumi wetu unakuwa pesa zile hatutatumia kwa kiasi kikubwa, itakuwa ni kiasi kile tu cha kawaida. Kwa mtazamo wangu mwingine mimi, kwa mtazamo wangu hmm. Naona kugawa jimbo pia kuna faida kwa wananchi, hasara kwa serikali, labda hiyo ruzuku inaongezeka, lakini faida kwa wananchi, kwa sababu gani mpaka umefikia kugawa, naona ile jimbo ni kubwa, kwa hiyo anapokuwa kiongozi mmoja kufikia eneo lote linakuwa ni ngumu, lakini unapogawa huyu itakuwa rahisi kufikia hichi kipande, na huyu kufikia hichi kipande kingine kilichobaki. Kwa hiyo wananchi wanaweza waka, wakafikisha matakwa yao au hoja zao kwa urahisi holikoni atakapokuwa mmoja katika eneo kubwa. mm-hmm. ndivyo ni upana wa majukumu kwa sababu sasa hivi ni utandawazi, lakini pia vijana wetu wamekuwa wengi. mm. kwa hiyo kutokana na eneo limekuwa kubwa, lazima yagawike ili kazi iweze kwenda sawa. mi mm. Nafikiri mtangazaji, kwetu kwa namna moja au nyingine naweza nikasema kama fursa sasa kwa wanawake <laughs> kama majimbo yamegawika, kwa hivyo na sisi sasa tuone kama imekuwa fursa kwetu mm -hmm. tu, tujitokeze tuweke nia ya kugombea ili na sisi tugombee tupate nafasi, kama sehemu kubwa alikuwa anatawala mtu mmoja. Maanake kama majimbo yamegawanyishwa, anaweza kagombea zaidi ya mtu mmoja. Hii ni fursa kwetu wanawake. Kwa hiyo tunatakiwa wanawake sasa tuamke, tuchukue na sisi fomu tuende tukagombea. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Kuna, usi, kuna dada alikuwa amesema kuna hasara na faida, pengine tunavyozidi uh, kugawanya majimbo haya kwa wingi. E, takriban sasa kama majimbo sita yanataka kugawanywa, mengine ameshakubalika, amepitishwa kunatagawanywa, lakini uh, kuanzisha kitu ndani ya jimbo, kumbuka kuna vitu vina kunazaliwa ndani yake. Hata ofisi tu ya jimbo kuna magari yale ya kwa eh, ajili ya huduma za kijamii kuna nini, kuna sipita, kuna yaani, kuna vitu vingi vitabidi. Ndio, ndio hatuoni ndio hatuone kama itakuwa labda mzigo kwa serikali na wananchi. Ndio sisi sisi, ambao tunataka tuwezeshe hii serikali, za serikali ni mimi na wewe. So kama tunazidi kujiongezea tena mzigo mwingine, ya kwa sababu kwa rahisisha nafasi za tokeo, fursa, yani kufa kufaana ndani ya fursa, yani kila kwenye uzuri kuna, kwa kuna, kuna changamoto ya akili Mi nafikiri mtangazaji, kwa kwa hasara kama hasara upande wa serikali narudi kama kwa mdau aliopita kwamba kwa, kwa, kwa, kwa serikali inakuwa hasara, lakini kwa mwananchi huduma imemkaribia kwake inakuwa nafuu. Utakuwa na hospitali karibu, utakuwa na shule ziko karibu, kila kitu ile huduma ambayo alikuwa anaenda kuipata mbali sasa inamkaribia kwake. Kwa hiyo kwa, kwa mwananchi kwetu sisi itakuwa na unafuu, lakini kwa serikali sasa lazima ruzuku iongezeke. Maendeleo yanapotaka kutokea, tunajua kuna ambao wataumia mm, na kuna ambao watanufaika. Kuna watu ambao wameshatengenezewa watakaa katika jimbo safi lenye kila kitu. Kuna watu wataka katika jimbo ambalo tunalianzisha kuanzia ofisi yenyewe ya jimbo <laughs> na tunarejea katika mada yetu ya ya mwanamke na ushiriki katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Tujiulize serikali za uh, uh, kombat, <laughs> kuwania katika serikali na uchaguzi mkuu wa serikali ambao tunakwenda ku kufikia ku, hapo baadaye mwezi wa Oktoba. Yako mengi ambao tunayapitia na yako mengi ambao wanawake eh nayaona okay. E, lakini mbali mboga, kifiko, nyingi, mboga na sintofahamu ya uoga ziko chakato nyingi katika siasa, lakini tunamwambia sasa, huyu mwanamke ambaye amekaa bado amekuwa ni muoga, hayupo tayari tuaweze katika ngazi ya kupiga tu kura kujanesha, tumekwenda kila mtu amekwenda kwa ajili kitu chake, lakini kushiriki pia, ushiriki wetu kama wanawake awe kushiriki kwa wingi, sababu si wanawake ndio tuko wengi? hmm. yes. asilimia kubwa ya wananchi ni wanawake na watoto, lakini hmm. wanawake tumepata nafasi tusitegemee, e vya kupewa tu bugeni vya free free. Kuna wakati mwingine katika jukwaa hili hili walikuja wanawake wakazikataza zile nafasi, kwamba sio sawa kusubiri kupewa, tafuta ingia, kwani usubiri mm, kupewa, tafuta. Na ndivyo tunavona kwa baadhi ya wanawake, wanakuwa waoga, wanasubiri, wako kwenye chama wai mwanachama waka fulani mm, lakini kindakindaki lakini unasubiri kuja kupewa hauko tayari kwenda kutafuta. Leo ukisimama ukaonyesha nia, tangaza nia, mimi eh, Stella na Salama, nataka niwe hivi, amto hamko tayari nini shida mbali <inaudible> nakuta kujiamini, tunafanyacheokanazetu ambao bado wanakua waoga kuweza kuona nafasi mbalimbali, wanawake tunaweza uweza tunaweza tni mm -hmm. Yapo ni kuwapa, tuwape labda wapewe elimu mm -hmm. na wahamasishwe, yaani kwamba ukimwangalia mama yetu kwa mfano mama yetu Samia mm -hmm. anafanya vitu vikubwa ambavyo hata wanaume hawatukufanyia mm -hmm. basi tuone kwamba hata sisi wanawake tukijitokeza, ukijificha huko nyumbani huwezi kuonekana mm -hmm. basi tujitokeze tukisogea hatua moja au mbili, basi tunaweza tukaonekana na tukafanya vitu vikubwa ambavyo vinaweza tukaisaidia jamii na hata watu wengine wakatushangaa. Kwa hiyo tusibaki nyuma, tuwaelimishe wanawake wenzetu mm -hmm. kama kwa kupitia vyombo vya habari, kwa mfano hivi tunachofanya hivi sasa hivi mm -hmm. na kupitia na hata sisi wamama tukikaa huko nyumbani, basi tukae na wamama wenzetu tuelimishane wenyewe kwa wenyewe, basi hivi tuweze tujitokeze, na sisi tuweze kugombea na kupata uongozi Sio kugombea tu, ugombee na tupate. Tunamaliza mm-hmm. A mwingine tunapokuwa, nakumalizia, nini rai yenu kwa jamii? Rai kwa jamii ni kujitokeza kwa wingi, wajitokeze tu kwa wingi, tujitokeze kwa wingi bila kuogopa, lakini pia tujiamini kwamba tunaweza hata kama tujawezeshwa, tunaweza wenyewe, bila kuwezeshwa. Bila kuwezeshwa tunaweza, wanawake tunaweza. Wanawake tuna nguvu, tunaweza kufanya mambo makubwa ambayo mwanaume hawezi. <laughs> <Amina. laughs> Mimi la yangu wa jamii kwamba tuhamasishana tunapokuwa basi, hata maofisini, nyumbani, kama wengine ndo wameshasema, kwamba mimi nilikuwa nataka nipate hiki tu niweze kupata apate mambo yangu mengine eh, tuambizane kwamba sisi wanawake tunaweza, tunaweza pia, na tusiishie tu kwenye kuchagua. Hata kwa mwingine basi, na sisi tugombee, na kutokea fursa tusiiachie, tugombee, na tuhamasishane kwamba wote twende tukafanye uchaguzi ili tuweze kupata viongozi bora. Malizia dada. Rai yangu kwa jamii ni kujitokeza kwenda kupiga kura, usibaki nyumbani ule wakati wa kuzungumza kwamba mi nilikuwa na mtaka fulani. Wakati huo umekaa nyumbani bado hautaleta mabadiliko. Kwa hiyo chukua maamuzi, nenda kapige kura, mchague yule unayemhitaji. Hayo ndo yatakuwa mapinduzi sahihi kwako. Okay, mimi niwashukuru sana wamama wazuri kwa kuweza kukutana wakati huu katika jukwaa hili tu kaweza kuzungumza kwa uzuri kwa pamoja. Bila shaka tunaenda kuwa mabalozi wazuri, tutaenda kueleza jamii, kuihamasisha jamii kwamba serikali ya wa wananchi haijengwi na mtu mmoja au wale wale kila siku, inajengwa e, na watu wote, mimi na wewe katika kusimama kwa pamoja aea e, yeah. Niwatakie maandalizi mema ya kuelekea uchaguzi mkuu. Asante sana na mtazamaji wa Tumaini Televisheni, hii ni nyote ya mwanamke ndivyo, siku leo tunabotia nanga hapa. Chukua uh, nafasi, jiamini, wewe ni mwanamke uliokamilika, unaweza pasipo kuwezeshwa. Ni wakati wako wa kusimama na kwenda kuwania. Hapo ulipo ni sahihi. Kama umeweza kuwa mama kiongozi wa familia, utashindwaje kuwa mama kiongozi wa mtaa? Utashindaje kuwa mama kiongozi wa tarafa, mama kiongozi wa taifa? Mama atu, historia fupi tu, ni mama yetu Samia, haliazia mahali na mpaka leo ni uthubutu, nguvu ya uthubutu. Jiamini, unaweza pasipo kuwezeshwa. Toka pale unapokwama, jamii kwa ajili yako itakupa sapoti ya kutosha. Mimi naitwa Eve, nilikuwa hapa kuhakikisha mambo mazuri kabisa. Asante na nikutakia utazamaji mwema kwa vipindi vinavyoendelea hapa Tumaini television. Bye bye kwa sasa.